Ee Mungu wetu wa milele, tunashukuru kwa neema zako ambazo zimetufikisha salama hadi mwezi huu wa saba. Asante kwa ulinzi, uzima na upendo wako usioisha. Katika mwezi huu mpya, tunakuomba utuongoze katika kila jambo. Tupe hekima ya kufanya maamuzi sahihi na moyo wa uvumilivu tunapokumbana na changamoto. Tubariki katika kazi zetu, masomo yetu na mahusiano yetu. Weka mikono yako juu ya familia zetu, tulinde, tupe amani na utuunganishe kwa upendo. Tunakuomba pia kwa wale wanaopitia magumu, wagonjwa, waliovunjika moyo na wale wanaohitaji msaada wako wa kiroho na kimwili. Bwana, wape faraja na tumaini jipya. Katika mwezi huu wa saba, tunatangaza ushindi, neema na mafanikio kwa jina lako. Tusaidie tusimsahau kamwe aliye chanzo cha kila baraka, wewe Mungu wetu. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, amina.